habari njema ikirushwa iki, iki, iki. <laughs> Karibu sana, tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe, Bukelebe TV. habari, habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi leo, leo siku ya Ijumaa ya tarehe saba mwezi wa 11, 2025. Somo elfu na katika so, siku ya leo na kichwa cha habari kinachosema vitabu vya kumbukumbu kumbu vya mbinguni fungu letu ni kitabu cha Mhubiri sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na nne kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Tuungane na dada Noela kwa sala. Baba mtakatifu wa mbinguni, asante kwa neema na rehema zako, kwa upendeleo wako kwetu. Tumelala kama wafu, lakini Mungu umetuamsha tena tukiwa salama wa pekee ambao umeweza kutupatia sisi watoto wako. Kuna wengine Mungu wa mbinguni ni wagonjwa, endelea kuwapatia uponyaji wa pekee. Lakini kuna wengine wamepoteza wapenda wao, Mungu wa mbinguni pia endelea kuwafariji wao, mfariji mkuu ambao unaweza kuwafariji watoto wako. Masaa haya na wakati huu tunakwenda kutafakari neno lako kupitia kesha la asubuhi, Mungu endelea kutupatia usikivu wa pekee, tufungua akili zetu tukaweze kuelewa kile ambacho mbingu zinatamani tujifunze siku ya leo kupitia kesha hili. Kila mmoja mmoja atakaposikiliza mahali popote alipo, Mungu wa mbinguni, mpatie uponyaji wa kiroho, mpatie usikivu wa pekee, ili aweze kusikia neno lako kupitia kesha hili la asubuhi. Neema yako ya tosha, Mungu wetu, upendo wako kwa pamoja na sisi, tunapoanza na tunataka kumaliza, tupatie usikivu wa pekee, na Roho Mtakatifu akituongoza, ninaomba hivi nikiamini Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Hebu kila mmoja afikiri ni taarifa gani iliyoandikwa katika vitabu vya mbinguni kuhusu maisha na tabia zetu na mtazamo wetu juu ya Mungu. Je, upendo wetu kwa Mungu umeongezeka katika mwaka uliopita? Ikiwa Kristo anakaa ndani yetu kweli kweli, tutampenda Mungu, tutapenda kutia amri zake zote na upendo huu utaendelea kuwa wa kina na kuimarika. Ikiwa tunamwakilisha Kristo ulimwenguni, tutakuwa wasafi wa moyo. Maisha na tabia, mazungumzo yetu yatakuwa matakatifu, hila haitakuwepo mioyoni wala midomoni mwetu. Hebu tuyachunguze maisha yetu ya kale na kuona kama tuna ushahidi upendo wa Yesu kwa kutafuta kuwa kama yeye na kwa kufanya kazi kama yeye, kuokoa wale aliyowafia. Kuhusiana na wanafunzi wa Yesu waliojitoa ikamilifu na wenye bidii Imeandikwa kuwa Yesu wakuona haya kuwaita ndugu zake, walionesha roho wake na kufanana naye kwa kazi zao. Walishuhudia daima kuwa ulimwengu huu si nyumbani kwao, uraia wao ulikuwa juu, walikuwa wakitafuta nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Mazungumzo yao na matamanio yao yalikuwa juu ya mambo ya mbinguni. Walikuwa ulimwenguni, lakini si wa ulimwengu. Katika roho na matendo, walitengwa na mienendo na desturi zake. Kielelezo chao cha kila siku kiliwashuhudia kwamba waliishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tamanio lao kuu lilikuwa sawa na la bwana wao, uokovu na roho. Kwa ajili ya hilo walitaabika na kujinyima, wakihesabu maisha yao kuwa si kitu. Kwa wanafunzi wa jinsi hiyo, Yesu anaweza kuwatazama kuwa kwa kuridhika kuwa mwakilishi wake. Kupitia kwao, tabia yake haikumwakilisha vibaya. Mungu amepanga kuwa maendeleo ya kazi yake ulimwenguni yategemee kazi na kujinyima kwa wafuasi wake. Uokovu wa nafsi zetu ulinunuliwa kwa zawadi isiyo na ukomo, ni ya mwana wa Mungu. Yesu aliacha mbingu, akaweka kando utukufu wake, akaacha ushirika na ibada ya malaika wasio na dhambi. Kwa ajili yetu akajinyekesha hata mauti ya msalaba. Na sasa sisi ambao tumekuwa washiriki wa zawadi yake kuu tunatakiwa kuwa washirika wa kafara yake pia, tukiwaenezea wengine baraka za wokovu wake. Hakukuwa na chembe ya ubinafsi katika maisha ya Kristo. Wale wote waliotenda kazi pamoja na Mungu watakuwa na roho ile ile kama aliyokuwa nayo bwana wao. Wataendelea kukuwa katika kujitenga na ubinafsi, wakikataa kuendekeza nafsi hata katika mambo ambayo hapo awali hayakuwa na hatia kwao. Na pale utukufu wake utakapoonekana watashangilia pia kwa shangwe kuu. Tuombe. e Mungu wetu uliye juu mbinguni, Baba wa rehema na neema, tunakushukuru kwa maneno haya ya uzima tuliyasikia asubuhi ya leo. Umetukumbusha kwamba vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni viko wazi mbele zako na kila tendo letu linaandikwa. Tunakuomba utusamehe pale tulipokosa, utuoshe kwa damu ya mwana kondoo na utuandike upya katika kitabu cha uzima. Bwana, tunakusihi utusaidie kuishi maisha yenye kutafakari tabia ya Kristo. Tunatamani tuwe watu wanaoishi kwa utakatifu, wenye maneno safi na mioyo isiyo na hila. Tujalie roho ya kujitenga na ubinafsi, kama ulivyokuwa ndani ya Yesu Kristo, ili tutende kazi zako kwa moyo wa upendo na kujinyima Leo ni siku ya maandalio ya Sabato takatifu yako. Tunakuomba utukumbushe kila mmoja wetu kufanya maandalio mapema, kutayarisha nguo, kutayarisha sadaka na kutayarisha mioyo yetu, ili kesho tukiingia katika pumziko lako takatifu, tusiingie kwa haraka au bila utulivu. Tuweke tayari kwa kukutana nawe katika Sabato yako tukiwa na amani na furaha moyoni tunaikabidhi nchi yetu ya Tanzania mikononi mwako. Bariki viongozi wetu, bariki makanisa, bariki familia zetu, bariki vijana wa taifa hili. Tujalie roho ya umoja, tujalie amani na tujalie upendo, tujalie ulinzi wako, uwe juu ya mipaka yetu yote. Bwana, tunamaliza kesha hili kwa shukrani kuu, tukiamini kuwa umegusa mioyo yetu tujalie neema ya kuendelea kuishi tukitazama juu, tukiwa tunasubiri kurudi kwako kwa utukufu. Tunaomba haya kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, amina.